Tahadhari dhidi ya watu hawa watatu hatari wanaoweza kukuangamiza subhanallah. Watu wa aina gani? Hakikisha unafuatilia mpaka mwisho. Qala Ali radhiallahu anhu ihdhar thalathata anwai min annas, kasema Ali radhi za Allah zimwendee, eh, tahadhari dhidi ya watu hawa watatu hatari wanaoweza kukuangamiza. Mtu wa kwanza akasema, husnu lwajhi qabihu lqalbi. Akasema huyu ni mtu ambaye kwamba anakuonyesha uzuri wa usoni mwingi sana, mtu ambaye kwamba ukimwangalia usoni anaweza kuonyesha kuwa yeye ni mbora, lakini ndani ya moyo wake ni muovu. Mtu kama huyu tahadhari naye. Mtu wa pili, jamilu lqauli habithu lfili, huyu ni mtu ambaye kwamba ni mbora wa maneno katika maneno, akikaa na yuyo anakwambia maneno mazuri, lakini ni muovu wa matendo. Mtu wa tatu akasema, salimu aljasadi maridho nafsi. Huyu ni mtu ambaye kwamba ukimwangalia katika kiwiliwili chake amekamilika, utaona kama ni mtu mbora, lakini katika moyo wake unauma, moyo una majeraha. Mtu kama huyu unaweza kudhani ni ndugu yako ama rafiki yako, kuwa hawezi kukufanyia shari, hawezi kufanyia mambo mabaya. Lakini miongoni mwa hawa watu watatu, basi ukikaa nao vibaya, wanaweza kukudhuru wewe Muislamu. Usisahau kuwasambazia Waislamu wenzako ujumbe huu kama sadaqatul jariyah. Asalamu alaikum.